Bwana Mungu ndio aliona si vyema Adamu A -a awe peke yake, awe peke yake akasema. Mungu kwanza ndio aliona uhitaji wa Adamu kuwa na mwenzi. Kwa hiyo, Mungu ndiye aliona upungufu wa Adamu. Leo hii ndoa zinaweza zisiyo imara, kwa sababu tumekuwa na msukumo wa kwetu binafsi. Adamu hakuwa na msukumo binafsi, usipokuwa msukumo huu ulikuwa wa Mungu lakini pia tumekuwa tuna misukumo ya kijamii misukumo ya kijamii. Wazazi huhimiza watoto wao kuoa, ni jambo zuri, lakini wengi pia wameweza kuangukia, huenda kwenye mahusiano yasiyo mazuri ya ndoa, kwa sababu ya presha ya wazazi, presha ya jamii, presha ya watu wengine. Unasikia ya kwamba, unapoona wenzako wamepiga hatua katika hali ya mahusiano, unapata presha na unajiona una, una kwamba umechelewa, unajiona ya kwamba uko nyuma, unajiona kabisa hujatimiza uja wajibu wa maisha. Lakini nikuambie presha hii haikumpata mwanadamu, presha hii ilimpata Mungu. Bwana wetu Yesu asifiwe. Na ndiyo maana ili kuwa na ndoa ambayo ina msingi imara Acha wakati wa Mungu uhusike. Hacha wakati wa mapenzi ya Mungu yahusike. Usifanye vitu kwa utashi wako. Usiingie kwenye ndoa kwa utashi wako, kwa presha yako. Usiingie kwenye ndoa kwa sababu ya uu msukumo binafsi. Acha kila kitu Mungu akupangie.